Uh, kwenye programu hii tunatekeleza afua za program kwenye mikoa kumi na moja almashauri arobaini na moja na kata mia mbili na tano Um, hii program imeanza mwaka elfu uh, mbili na ishirini na moja na tunatarajia kukamilisha programu hii elfu mbili na ishirini na saba. Um, siku ya leo tumeanza kwa, ku, kwa kuanza na mikoa miwili tupo na mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Tabora. Um, mafunzo haya ni kwa ajili ya kuongeza wigo wa wanufaika wa, wa programu. Kama nilivyosema ya kwamba tupo kwenye uh, mikoa kumi na moja na halmashauri arobaini na moja kwa hivyo Um, kwenye hii program tunafaa kufikia walengwa milioni moja na laki tatu, hivyo basi tukaona kwamba tuanze na kueneza um, afua za program kwenye halmashauri za hii mikoa ili wanufaika wa program waanze kupata um, kupata Um, vitu vya vya programu, kwa mfano, kufahamu kuhusu mbegu bora uh, za mahindi, maharage, alizeti na jamii ya kunde, kufahamu masuala ya uvuvi, ufugaji wa samaki um, uvuvi wa sa, uvuvi wa samaki um, na mengineo kama hayo. Kwa hivyo tumeanza na mkoa wa Shinyanga um, na Geita. Kuna wengine wetu ambao wako kwenye mikoa mikoa lakini pia programu hii um, i, ipo katika Tanzania Tanzania bara na Tanzania visiwani ambapo tupo uh, Unguja na, na, na Pemba kwenye shehia zake na, na mikoa yake na wilaya zake. Kwa hivyo wale wa uh, wakulima wa mwani wote elfu kumi na tano wanataka wanatoka upande uh, wa Zanzibar. Wito wangu ni kwa afisa ugani ambao wako kwenye mamlaka za serikali za mitaa ambao wanawafikia wakulima moja kwa moja, wahakikishe kwamba zoezi hili ililofanyika la kujenga uelewa kuhusu hii program wanalitekeleza kwa ufanisi na wana isha teknolojia mbalimbali ambazo zitatolewa zita, zi, zi, zita au zitafundishwa kwenye mafunzo haya zinawafikia wakulima kupitia mashamba darasa na mashamba ya mifano ambayo yataanzishwa kwenye maeneo yao, na kwamba wahakikishe kwamba yule mkulima mdogo ambao tunamlenga kwamba aweze kuongeza tija na uzalishaji, anapata uelewa wa program. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi usikose kutizama CALES TV kila siku.